Kiongozi mkuu mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amemshukia vikali wakili na mwanasheria maarufu Jebra Kambole kufuatia picha aliyoposti kupitia mtandao wa X ambayo imetafsiriwa kama ni udhalilishaji wa wanawake. Wakili Jebra Kambole ambaye ni miongoni mwa wakili wanaomtetea mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameweka posti katika mtandao wa X zamani Twitter akiandika kwa kuuliza swali hili. Hivi bawacha ya cha umma inaitwaje huku akiambatanisha na picha ya mwanamke aliyejipaka urembo uliozidi usoni jambo ambalo Zitto Kabwe hajapendezwa nalo akaamua kumtolea uvivu Jebra Kambole Zitto kupitia andiko lake ameandika Jebra na kusii kutofanya mambo ikatafsiriwa unadhalilisha wanawake Political banters are good. But ni muhimu sana kufanya kwa namna ambayo unalinda heshima ya mwanamke wanawake kwenye siasa wanahitaji kulindwa na kuthaminiwa utu wao. Tusitweze utu wao kwa sababu ya tofauti zetu, huku akiriposti posti ya Jebra Kambole. Jebra aliandika hivi akiwa anajaribu kuuliza kuwa baadhi ya makada wa chama wanaotajwa kuhamia cha umma watajiunga na wanawake wa chama hicho ambao kwa Chadema ilikuwa ni Bawacha. Hata hivyo wadau mbalimbali wametoa maoni yao kupitia mtandao wa X, wengi wakikosoa picha hiyo, huku wengine wakiona ni utani wa kawaida. Andiko la Zito limetafsiriwa kwani ni kukasirishwa na jinsi Jebra alivyotumia picha ya mwanamke huyo ambaye hakuwa kwenye mwonekano wa kuvutia katika andiko lake hilo, huku akisema kuwa wanawake kwenye siasa wanatakiwa kulindwa ka makini ili wafanye vizuri na sio kuwadhihaki na kuwatukana mitandaoni. Hata hivyo, wakili huyo hajafafanua kauli yake na picha yake alikuwa anamaanisha nini, licha ya maoni hayo ya mwanasiasa machachari Zitto Kabwe wa ACT Wazalendo.